PPAA kwa kushirikiana na PPRA tumeandaa moduli ya kushughulikia malalamiko na rufaa ndani ya mfumo wa NeST. Um, kwa sasa mfumo huu au moduli hii imeanza kutumika tangu tarehe 1 Machi 2025. Kwa hiyo tunaendelea kupata uzoefu, lakini nitashare uzoefu tuliopata tangu mwezi huo wa tatu mpaka sasa. Kwa zile rufaa ambazo tumezipokea PPAA na uh, kabla sijaenda kwenye uzoefu nitaomba pia niwapitishe kwenye sheria yetu hii ya ununuzi, namna gani ya uwasilishaji wa malalamiko na rufaa pamoja na ushughulikiaji wake, then tutaona namna gani tumeweza kufanikiwa kwenye upande wa kutumia moduli hii kwenye mfumo huu wa NeST. Kama nilivyosema awali kwamba mzabuni ana haki ya kuwasilisha malalamiko, lakini pia tunaangalia maeneo sorry, maeneo au mambo ambayo mambo ambayo yanaweza yakalalamikiwa katika ununuzi wa umma. Kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza yakalalamikiwa. Kwanza ni kwenye kukubaliwa au kukataliwa kwa zabuni. Uh, pale ambapo pia kusudiwa tuzo la zabuni linapotolewa, kuna nafasi ya mzabuni kuweza kulalamika kwa mkuu wa taasisi anayetangaza zabuni husika, lakini pia mzabuni anaweza akalalamika kwenye vipengele ambavyo havikubaliki katika kabrasha la zabuni, kama ameona haviendani na sheria, kanuni na miongozo ya ununuzi wa umma, basi mzabuni anaweza kuwa na haki ya kutoa lalamiko lake au kuwasilisha lalamiko lakini pia anaweza akalalamika pale ambapo tunaona mchakato wa zabuni husika hauzingatii taratibu. Aa, lakini pia mzabuni anaweza akalalamika pale ambapo taasisi nunuzi imeshindwa kutoa aa, uamuzi ndani ya muda uliowekwa kisheria lakini mzabuni au mkandarasi anaweza pia kulalamika pale ambapo amefungiwa kushiriki zabuni za umma na mamlaka ya na mamlaka ya kudhibiti ununuzi wa umma PPRA, akiwa blacklisted, basi sheria imemruhusu kuweza kukata rufaa katika eneo hili. Mfumo wa kisheria ambao unatuongoza ni sheria ya ununuzi wa umma namba kumi ya mwaka 2023 lakini pia tuna kanuni za ununuzi wa umma ambalo ni tangazo la serikali 518 la mwaka 2024, na kanuni za rufaa za ununuzi wa umma tangazo la 65 la mwaka 2025. Um, namna gani ya uwasilishaji wa malalamiko? Sheria imeainisha namna mbili za uwasilishaji wa malalamiko. Kuna njia ya kwanza ambayo ina hatua mbili lakini pia kuna njia ya pili ambayo ina hatua moja. Sasa hapa, mlalamikaji hana uwezo wa kuamua njia gani aitumie. Sheria itamuongoza kulingana na mazingira ya lalamiko lake lilivyo. Njia ya kwanza, kama nilivyosema, ina ngazi mbili. Ngazi ya kwanza, anatakiwa aanze kwa afisa masuuli, afisa masuuli ambaye ametangaza zabuni husika. Uh, pale ambapo atatoa tuzo, uh, na huyu mzabuni hajaridhika na yale maamuzi basi sheria inamwongoza kwamba anatakiwa kuwasilisha lalamiko lake pale ili afisa masuuli aweze kulisikiliza na kulitatua. Na baada ya hapo, sasa kama hajaridhika na ule uamuzi wa afisa masuuli atatakiwa alete rufaa PPAA lakini sasa wakati anawasilisha uh, uh, lalamiko lake kwa afisa masuuli, sheria imempa siku tano za kazi tangu alipofahamu, tangu tuzo amini nia ya tuzo kutoka, ana siku tano za kazi za kuwasilisha. Kwenye ununuzi wa umma tunaenda na muda, kwa hiyo ukichelewa ndani ya hizo siku, haki yako inakuwa imepita. Kwa hiyo tunaomba pia tuwe makini kwenye kuangalia muda na pale ambapo amewasilisha afisa masuhuli ana siku tano za kazi za kutoa uamuzi na iwapo ataunda jopo atakuwa na siku saba za kazi za kutoa uamuzi wake na sheria inasema kama ataunda jopo ndani ya siku moja anatakiwa kuwajulisha wale washiriki wote walioshiriki kwenye zabuni husika kwamba lalamiko hilo atalishughulikia kwa kupitia jopo ili wajue kwamba uamuzi utatoka ndani ya siku tano au siku saba za kazi. Na wakati wa ushughulikiaji wa malalamiko haya, afisa masuuli anatakiwa asimamishe mchakato mpaka pale atakapotoa uamuzi. Na endapo atataka kuendelea na mchakato, kutosimamisha mchakato husika basi sheria inamwelekeza aombe kibali PPRA kwa kuainisha sababu za yeye kuendelea na ule mchakato bila kusimamisha na athari za yeye kusimamisha huo mchakato. PPRA wakimpa kibali ata, ataweza kuendelea na mchakato huo, na akija hata huku PPAA sisi tunakuwa hatuna pingamizi kwa sababu anakuwa na kibali cha kuendelea na mchakato wenyewe kwenye ile hatua ya kwanza ya uwasilishaji wa, wa malalamiko. Sasa akitoka kwa mkuu wa taasisi afisa masuhuli atapokea ata uamuzi husika, endapo hata kuwa na ameridhika na uamuzi huo, basi sheria inamruhusu kuja kuwasilisha rufaa PPAA, na PPAA ataruhusiwa kuwasilisha rufaa yake ndani ya, ya siku tano za kazi na atakapowasilisha atatakiwa uh, kujaza fomu na kuainisha sababu za yeye za kukata rufaa, na kuna gharama kidogo atalipa kama gharama za rufaa ili iweze kusajiliwa rufaa yake. Na pia sheria inasema pale ambapo aliwasilisha lalamiko lake kwa afisa masuhuli na afisa masuhuli hakuweza kutoa uamuzi wake ndani ya muda basi sheria imemruhusu kuja PPAA moja kwa moja, baada ya zile siku tano za kazi ambapo afisa masuli alitakiwa kutoa uamuzi, aje PPAA kwa ajili ya kuwasilisha rufaa yake na lalamiko lake litasikilizwa. Ah, kwenye ngazi hii ya pili, e, ina hatua moja kama nilivyosema. Hii ni mzabuni atakuwa ame, ameona kwamba hajaridhika na uamuzi ambao umetolewa na taasisi nunuzi na njia hii inatumika mara, mara, mara, ambapo taarifa ya nia au tuzo ya zabuni ilitolewa kwa mzabuni mshindi peke yake. Hawa wengine walioshiriki kwenye zabuni husika hakuweza kupata taarifa, wamekuja kuona utekelezaji, anakuja kuona kwamba vitu vinaanza kufanyiwa kazi, yeye hakuwa na taarifa. Sheria imesema kwamba akiona hatua hiyo, basi aje moja kwa moja PPAA kwa sababu hana nafasi tena ya kwenda kwa afisa masuuli kuweza kulalamika kwenye mfumo, nafasi hiyo itakuwa imefungwa. Kwa hiyo itakachomruhusu ni kuja PPAA moja kwa moja. Lakini sasa kwa matumizi ya moduli hii na mfumo huu wa Nest, tunaamini hii changamoto au njia hii ya pili itakuwa ina haifanyiki, yaani haitumiki kwa sababu kila kitu taarifa zitakuwa zinapatikana kwa wakati. Kwa hiyo tunaamini kila mzabuni atakuwa na taarifa ya nini kinachoendelea katika mchakato husika. Kwa hiyo hii ipo kisheria, lakini kwa kupitia moduli yetu na mfumo wetu wa Nest hii itakuwa kama redundant. Um, vitu muhimu vya kuzingatia pale ambapo malalamiko au rufaa yana yanawasilishwa kwetu. um, kitu cha kwanza sisi tukipokea kama rufaa, tunaangalia rufaa husika na sheria imeturuhusu kuweza kusimamisha mchakato huo wa zabuni na kuangalia uh, namna gani ya uh, kuruhusu pale ambapo kama inawezekana uh, kuruhusu taasisi hiyo nunuzi kuendelea kama alikuwa na kibali cha PPRA au amekuja kuleta maombi kwetu na tukaona kweli yana msingi, lakini sheria inasema kwamba tutaruhusu, I mean tutazuia mchakato huo, tutausimamisha mpaka pale shauri litakaposikilizwa na uamuzi utakapotolewa. Ndio mfumo utaruhusu sasa taasisi hii nunuzi kuweza kuendelea na hatua nyingine. Aa, na sheria pia kulingana na uharaka wa michakato hii na kusaidia kwamba uh, serikali iweze kupata huduma kwa haraka imetupa siku arobaini tu ya kusikiliza malalamiko na kutoa uamuzi. Hizi siku arobaini tunaanza kuhesabu toka siku rufaa imesajiliwa mpaka imetolewa uamuzi. Kwa hiyo utaona ni siku chache sana na ndio maana hata ukija kwetu kuna baadhi wanaweza wakawa wanalalamika, sisi hatuna kuahirisha kwa shauri sana sana, tunaweza tukakupa tu muda wa lisali moja, masaa mawili ya wewe kujiandaa au kufanya research yako ndogo, ili uh, shauri hilo lisiweze kuchukua muda na kuweza kufanya uh, michakato mingine kusimama na huduma nyingine za serikali kutoendelea. Uh, na pale ambapo mzabuni ameshindwa kuwasilisha rufaa yake ndani ya muda ulioainishwa kisheria, basi sheria imempa pia nafasi uh, ukiangalia kifungu cha mia ishirini na mbili cha sheria ya ununuzi wa umma inampa uh, nafasi mzabuni kuomba PPAA idhini ya kuwasilisha rufaa nje ya muda. Lakini wakati anawasilisha ya rufaa yake nje ya muda, kuna sababu kadhaa ambazo lazima zizingatiwe kwanza tunaangalia alikuwa labda ni mgonjwa, na hii iwe labda kwenye ile kampuni ya mtu binafsi hana mtu mwingine wa kumsaidia, lakini kampuni nyingine tunaamini kwamba ina watu kadhaa ambao wanaweza wakashughulika. Kwa hiyo hiyo haitaweza kujenga hoja ya sisi kukuruhusu kuweza kuwasilisha rufaa yako nje ya muda. Mwanzoni na sheria mpaka sasa inasema kwamba pindi mtu yuko nje ya nchi lakini sasa hivi kulingana na moduli hii na NeST tunaamini hata ukiwa nje ya nchi bado una uwezo wa kuwasilisha rufaa yako ndani ya muda. Kwa hiyo kuna vitu vingine vitakuwa vinabadilika kulingana na maendeleo ambayo tunayapata especially ya kiteknolojia ambayo ndio tumesema kama mfumo wa NeST unatusaidia kuweza kutatua hizo changamoto kama hizo, lakini pia Uh, pindi ambapo ameruhusiwa kuwasilisha hiyo rufaa yake, taratibu za kuwajulisha wahusika wa shauri zitatumika kama zilivyotumika kwenye mashauri haya mengine. Uh, namna gani tunafanya uh, usikilizaji uh, wa malalamiko au rufaa PPAA? Kwanza rufaa uh, rufaa mbele ya PPA husikilizwa na wajumbe wasiopungua watatu lakini pia I mean, um, ruf, mkata rufaa ana haki ya kuja na wataalam kadhaa ambao wanauelewa wa shauri husika. Hii sio lazima kuja. Wengine wanasema lazima uwe na mwanasheria, hapana. Unaweza ukaja na mwanasheria, unaweza ukaja na mtaalam wa ununuzi, mtaalam wa IT, inategemea zabuni yako inahusiana na kitu gani. Na wewe mwenyewe umeona nani ambaye anaweza akakusaidia kwenye kujenga hoja zako. Na baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, PPAA itatoa tarehe ya uamuzi, na hiyo tarehe ya uamuzi ita itawajumuisha wahusika wote, washauri watahudhuria, na maamuzi yatasomwa mbele yao na sheria imetupa siku tano za kuweza kuwasilisha uamuzi wetu, na kama mtu ambaye hajaridhika na uamuzi huo, basi ana haki ya kuwasilisha maombi ya mapitio kwa Mahakama Kuu, na haya maombi ya mapitio Mahakama Kuu yanatakiwa wasilishwe ndani ya siku kumi na nne toka uamuzi wa PPAA kutolewa. Na endapo mzabuni amewasilisha Uh, mapitio yaani ni maombi ya, ya mapitio mahakama kuu, basi PPAA pamoja na yule ile taasisi nunuzi ambayo tutakuwa tumeshtakiwa mahakama kuu, tuna haki ya kuwasilishwa na wakili mkuu wa serikali. Lakini endapo ni taasisi nunuzi ndio imeamua kutupeleka mahakama kuu kwa ajili ya mapitio, basi kuna taratibu ambayo kisheria imewekwa. Uh, kwa sababu taasisi nunuzi na sisi wote ni taasisi za serikali, basi tutatoa hoja zetu za kimaandishi kwa mwanasheria mkuu wa serikali, naye atazipitia na, na kutoa hoja na kuwasilisha mahakama kuu kwa ajili ya kutolewa uamuzi. uh, uh, sasa leo nimeambiwa niongelee uzoefu uzoefu wa ushughulikiaji wa malalamiko. Kama nilivyosema awali, mfumo um, huu moduli hii imeanza rasmi Machi. Kwa hiyo tuna uzoefu kadhaa ambao naamini utatusaidia, lakini pia kwenye kutatua malalamiko haya na rufaa hizi, tumeona pia kuna faida zake ambazo kama tunavyoziona. Moja ni uwasilishaji wa malalamiko na majibu yake umerahisishwa, tunaokoa muda pamoja na gharama. Zamani watu walikuwa wanasafiri, wanakuja na makabrasha, mtu anaweza akaingia na magari, yani yamejaa documents from amejaa the... ambayo yeah, toka tangazo limetoka mpaka nyaraka za zabuni walio walioshiriki wote tathmini, yani nyaraka zilikuwa nyingi sana. Lakini kwa kutumia kwa kupitia mfumo huu wa NEST na moduli yetu hii, tunaona uh, tumepunguza gharama lakini pia na muda. Kila kitu tunakipata sehemu yoyote ambayo upo, unaweza ukaingia ukaona nyaraka zote. Lakini pia imekuwa rahisi kufuatilia mchakato kwa upande wetu sisi PPAA tunaweza kuangalia toka tangazo linapotoka mpaka hatua ya mwisho iliyoleta lalamiko au shauri upande wetu, lakini pia inaturahisishia pia kupata taarifa za mchakato husika, lakini pia inawasaidia hata wazabuni wenyewe pia kupata taarifa hatua mbalimbali mbali ambazo zimefikia kwenye mchakato huo na hii pia imetusaidia pia kuboresha mawasiliano kati yetu sisi pamoja na wale wahusika wa shauri, kwa kuwa kila kitu tura, zamani tulikuwa tunawasiliana kwa barua email, lazima tupige simu kufuatilia umepata ume, eri. sasa hivi ni kila kitu ukibonyeza, yule amepata taarifa na instantly wao ndo wanatutafuta sisi kwa kutupigia simu. Nimeona kuna rufaa imekuja kwetu mfumo umefunga, kwa hiyo tunaomba tuelekezwe namna gani ya kuweza kulishughulikia hili. Na hata uwasilishaji wa kubadilishana, uh, kubadilishana nyaraka, mfano uh, uh, ile st statement of uh, appeal yani, inapoingia tu tukibonyeza kwenye mfumo, upande wa pili wanapokea. Kwa hiyo kila kitu kinafanyika kwa wakati na inatusaidia na sisi kuweza kutoa uamuzi wetu ndani ya muda ambao tumepewa kisheria. Uh, tuna tumepata uzoefu mbalimbali, uzoefu uh, ambao tunaona una msaada hasa kwetu tunaona kwamba kwenye hizi kesi ambazo zinakuja kupitia mfumo uh, na kupitia NEST tunaona kuna matumizi sahihi ya makabrasha ya zabuni uh, kwa kuwa hizi ziko auto-generated. Uh, makabrasha ya zabuni yanajitengeneza ndani ya mfumo wa NEST, kwa hivyo inarahisisha hata hizi taasisi nunuzi kuto kuweza kuweka nyaraka ambazo si sahihi. Mfano, kuna kesi hii ambayo nimeisema hiyo ya thelathini ya mwaka ishirini ishirini na moja ishirini na mbili tuliipokea, lakini uh, tukiangalia ilikuwa inahitaji nyaraka ya bidhaa za afya. Ukiangalia nyaraka ambayo iliwasilishwa kwa wazabuni ilikuwa ni ya kumtafuta mkandarasi kwa kupitia mfumo huu sasa hivi hii changamoto tunaona haipo. Nyaraka ukiandika kama ni ishu ya bidhaa za afya, utaletewa accordingly kitu ambacho unachokiomba ndio hicho utakachokipata. Kwa hiyo huu mchanganyiko wa nyaraka za zabuni na wenyewe tunaona umepungua, lakini pia tunaona kwamba vigezo vya tathmini evaluation criteria zinajitengeneza ndani ya mfumo wa NeST. Kwa hiyo hamna nafasi tena ya watu kuingiza vigezo vingine ambavyo havikuwa vinatakiwa viingizwe pale. Kwa hiyo hii na yenyewe tunaona inasaidia taasisi nunuzi kuweza kufanya kazi zao kwa uwazi zaidi, lakini pia kutokuwepo kwa udanganyifu wakati wa uwasilishaji wa zabuni kila kitu zinachujwa kwenye mfumo huu wa NEST. Kama tulivyoelezwa hapo awali, kwamba mzabuni anawasilisha tu taarifa ya kampuni yake, nyaraka zinajivuta. Kwa hiyo hata kwenye sisi kwenye mapitio ya rufaa ambazo zinawasilishwa, tuna uwezo wa kuangalia zile nyaraka. Kwa hiyo tunaona kabisa huyu alichujwa, akavutwa, akaingia. Awali tunakuta mtu anaweza akaweka na amini taarifa ambazo si za kwake au alikuwa na kampuni labda inashughulika na swala lingine, akachukua nyaraka zile akaziingiza huku. Kwa hiyo sasa hivi huo udanganyifu kwenye huu mfumo tunaona haupo. Ukivuta taarifa inakuja taarifa yenyewe eh, ambayo unakuta TRA inasoma Brela inasoma. Kwa hiyo ule udanganyifu unakuwa haupo. Lakini pia tumeona kulikuwa kuna changamoto ya kumwengua mzabuni kwa sababu ambazo hazikuwepo kwenye eh, nani, um, muktasari wa bodi ya zabuni, lakini pia kwenye muktasari wa tathmini ya zabuni. Sasa hivi hizi uh, sababu za kumwengua mfumo unavuta, kwa hiyo ukiangalia zinakuja zile ambazo kweli zimemwengulia kwa hiyo tunaona hii na lenyewe kupitia mfumo huu zimeboreshwa na kwa uzoefu wetu tunaona zinatupunguzia malalamiko kwenye upande huu. Awali mnakuta mtu amepewa sababu ambayo haikuwa haikuwa kwenye nyaraka hizi. Kwa hiyo mwisho wa siku tunarudisha tena zabuni. Amini tunarudisha tena ile rufaa iweze tena kwenda kuangaliwa upya ili waweze kukonsida zile sababu ambazo zilikuwa kwenye uh, nani evaluation report, lakini na kwenye nani ikawa inachukua ina, ina tena muda mrefu na gharama kwa taasisi ununuzi lakini pia kwa serikali kwa ujumla, kwa sababu kurudia mchakato ni muda na gharama kwenye serikali yetu. Uh, kingine ambacho tunakiona pia manufaa ya, ya mfumo huu, tunaona kwamba taasisi nunuzi nyingi zilikuwa zinasahau hii issue ya bid validity. Sasa ukifanya uh, mchakato wako kwenye mfumo uh, mfumo unakukumbusha muda wa bid validity ukiwa unakaribia kuisha, uhalali wa zabuni, muda wa uhalali wa zabuni unapokaribia kuisha inakuwa lati kwamba edha uongeze muda kulingana na matakwa ya sheria, au kama unaona muda ule hauta hauna haja ya kuuongeza basi, uone namna gani kama taasisi ufanye maamuzi ambayo yanatakiwa, edha ukansa uje utangaze upya au uongeze, ili mchakato uweze kukamilika. Zamani unakuta rufaa nyingi ambazo zilikuwa zinakuja kwetu zinakuja, ukiziangalia muda wa uhai wa zabuni umeshakwisha. Kwa hiyo sisi tunakaa, tumeichambua, tumetumia muda, gharama, lakini hatuna uwezo wa kuendelea kuendelea kusikiliza au kuentertain hiyo rufaa, kwa sababu kisheria hatuna uhalali, kwa sababu zabuni yenyewe imeshakwisha. Sasa hivi zabuni zinazokuja unakuta swala la bid validity sio issue tena, kwa sababu mfumo um, wenyewe ume kukumbusha mara kwa mara na umeshafanya kulingana inavyo, kulingana na sheria na taratibu zinavyoelekeza. Lakini pia tumeangalia pia kuna uzingatiaji wa upendeleo maalum. Hii iko automatic kwa sababu ukishaweka kuna upendeleo maalum, lazima uuzingatie zamani unawezekana un, yaani, kuna uwezo kabisa wa kusema hii zabuni inahitaji upendeleo wa maalum, lakini kwa sababu watu walikuwa wanafanya nje ya mfumo tunaona kabisa kesi zilikuwa zinakuja, lakini hawakuzingatia hiko kipengele. Kwa sasa hivi kesi zinakuja, unaona kabisa hii ilikuwa ni ya upendeleo maalum na waliokuja ni wale wahusika ambao wana, uh, wana fall kwenye eneo hilo na lalamiko lile kweli unaliona, um, yani, vile vigezo na kila kitu vimezingatiwa. Kwa hiyo sasa hivi, uh, kupitia huu mfumo tunaona hili linazingatiwa. Na tunashauri pia watu wengine ambao kuna ambao bado wanaona kwamba ni swala la upendeleo maalum lakini ana changamoto lakini hana, ani, anakuwa ana uoga wa kuwasilisha lalamiko lake. Pale ambapo unaona kweli kulikuwa kuna upendeleo wa maalum na umepewa ile zabuni, umeona kuna baadhi ya vigezo ambavyo havikuzingatiwa, wasilisha lalamiko lako kwa wakati, na utapewa hiyo haki yako. Hii sasa hivi sio ishu tena kama ilivyokuwa awali. Lakini pia tunaona kuna correction of errors. Marekebisho ya kimahesabu, zamani ilikuwa ni changamoto, lakini sasa hivi kupitia mfumo, tunaona cases nyingi za correction of errors zimepungua, hazipo kwa sasa hivi. Kwa kweli, zamani tulikuwa tunapokea nyingi ambazo unakuta sasa, na sisi wanasheria inabidi tukae tena na calculator, tuanze kupitia kuhesabu kipengele moja baada ya nyingine, kuona kama hii hesabu kweli ilikuwa sahihi au haikuwa sahihi na kupitia mfumo huu tunashukuru kwamba haya mahesabu sasa hivi tumeyapunguza kwa kweli, hayapo kwa hiyo, tunaona manufaa yake, lakini pia tunaona kwamba uwasilishaji wa kutoa tuzo kwa zabuni inafanyika kwa wakati. Zamani ndo zile ile njia ya pili ilikuwa inakuja, kwa sababu baadhi ya washiriki walikuwa hawapewi taarifa ya utoaji wa tuzo za zabuni lakini kupitia mfumo kila kitu kinatoka kwa wakati, na tunaamini watu wote wanapata kwa wakati, na ndio maana wana uwezo wa kuwasilisha malalamiko yao kwa maafisa masuhuli. Lakini pia tunaona kupitia mfumo uh, malalamiko yanafanyiwa kazi, kwa sababu hata lalamiko likienda kwa afisa masuhuli ule mfumo unafunga, kwa hiyo unamlazimisha afisa masuhuli kutatua kwanza ule, lile lalamiko ili mfumo uweze kumruhusu kwenda mbele. Kwa hayo machache, naambiwa dakika zangu zimeisha. Naamini kwamba tumeona faida na manufaa ya mfumo wetu na moduli yetu hii. Kwa hiyo tunachosisitiza, jamani, malalamiko na rufaa yote, kama sheria inavyoelekeza, yanatumika yanafanyika yanashughulikiwa kupitia moduli ya usimamizi wa malalamiko ya rufaa ambayo upo ndani ya mfumo wa NeST. Tuendelee kuutumia. Kuna baadhi tunaona kuna changamoto ambazo ni chache, hatuwezi tukasema nyingi. Bado tunajikuta tunapokea moja au mbili nje ya mfumo, lakini uh, tunaomba kuwasisitiza, najua kuna wakuu wa taasisi wengi sana, hu kila kitu kinafanyika kwenye mfumo na tufanye kwa mfumo, kwa sababu usipofanya hivyo, kuna hatua mbalimbali mbali ambazo zinaweza kuchukuliwa dhidi yako. Nawashauri tuendelee kuutumia, ni mfumo mzuri na unarahisisha, una uwazi na unapunguza gharama na muda. Asanteni sana kwa kunisikiliza, nawashukuru mno. Asante, asante. Asante sana wakili Mso.